Bwana Yesu wasi watu wa Mungu tena caula kwa sabari ya ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni unapatia kumsikia Mungu vizuri. Kwa hiyo unapomsikia Mungu kupitia ufahamu, ufahamu anakuambia kwamba atakufundisha kitabu cha Mithali nne mstari wa 4 nasema, katika mapato yako yote jipatie ufahamu. Sasa ufahamu unakipato na ufahamu unakupa kujua pia njia za Mungu. Sasa watu wengi wameitwa na Mungu lakini si watu wengi wanatembea kwenye ule wito, kwa sababu waliitika wito lakini hawajui hatua za wito. Kusikia wito ya mmoja kwenda kwenye hatua nyingine ni kitu Mungu anakuongoza. Kitabu cha Samueli wa Pili mlango wa tano kumi na saba inasema ya kwamba Daudi akatoa mafuta mfalme Israeli, wakaenda kumgoja ngomeni. Daudi alikuwa akimfuatilia Mungu taratibu, akamwambia akamwambia Daudi kwamba nitawapiga Wafilisti e mikono yako lakini baadaye, mara ya pili akamwambia, sasa hivi utawapiga, mara ya kwanza utawapiga nyuma a miforsadi. Mungu abadilisha situation ya vita vyake, sababu alikuwa na sauti ya Mungu. Alafu pia Ibrahim aliambiwa kwamba amtoe Isaka sadaka, lakini baadaye alipoenda mlima Moria kwambia mke Ibrahim mwache Isaka kwa sababu najua unanipenda. Kwa nini? Kwa sababu angeenda sauti ya peke yake angemuua Isaka. Lakini kwa sababu alikuwa akitembea akimsikia Bwana, Mungu alipoongea aliweza kusikia. Watu wengi huwa hawasikii. Ndio maana fursa nyingi zinawaacha kwa sababu hawana sauti ya mtembeo. Unapoona sauti ya mtembeo unafika unakopaswa. Kwa msingi zingatie haya ili uweze kusikia. Ufahamu ni mwalimu anayeongea lakini haonekani. Shalom. Shalom.